Batomayo Mten, nimesimama hapa mbele kwa kumpongeza mbunge wetu Sigrada kwa kuturekebishia barabara yetu ya Ludewa. Mimi ni konekta wa mabasi ambayo yameandikwa Mkombozi. Imenyesha mvua siku mbili, tumeshindwa kusafiri. Baada ya hiyo siku mbili Sigrada alifika, ilifika akakagua barabara na akaona changamoto za pale, magari ambayo yamebeba mizigo, yamebeba abiria na sisi tukiwepo hapo, tunakosa fedha za kura, tunakosa ni, yaani, kusafirisha abiria kwamba wani kufika kwao, wametoka kwa, wame kwa mkoani, wanaenda msibani, wanaenda kwenye sherehe, wanaenda kwenye shida mbalimbali, akaliona hili akatufanyia ambayo mpaka sasa hivi tunasafirisha abiria na kufikisha maeneo salama na mizigo ambayo inatoka kule kwenda Dar es Salaam. Na mnapojua mkoa wa Ludewa ni wakulima, kwa hiyo hatuwezi kusafirisha mazao yetu kama barabara ikiwa mbovu. Nimesimama sina cha kumlipa, ila nilikuwa naomba nimlishe keki kwa shilingi elfu kumi. Sasa hata sisi tunapata fedha ambazo zinaweza kutukidhi mahitaji ya nyumbani kwetu. Jamani, mimi ni kondakta wa Ludewa, ambao tunaenda Amani Mdindi, kwenye kampuni ya Mkombozi. Kama kuna mtu ambao hana kazi, anaweza akaja pale akaomba kazi, akaandika barua hiya. Sasa andika barua ya kwako ya mzamini ni ambao unapotoka wewe ofisi ya mtaa, karibuni kwenye kampuni yetu. Sigrada, asante kwa kutengeneza barabara na sasa hatuna changamoto yoyote. Natumaini huu mwaka hauwezi ukaisha tukapita bila shida yoyote. Asante sana, chakuu. Asante jamani, hiyo ni kubwa. Anaongeza nyingine naongeza nyingine. Kuna neno naongeza kwa elfu kumi utaamlisha keki kwenye maisha. Wanasema kuna situation mbili, kuna win to win situation and win lose situation. Sawa, alichokifanya Sigrada kwenye barabara ya Ludewa sawa, kwenye barabara ya Ludewa ile klipu, mimi niliona niliona video nyingi sana. Sawa. Mheshimiwa mbunge alikuwepo pale, magari mengi tulipakia viazi mwenyewe nikiwemo, sawa. Magari yamenasa siku mbili siku tatu, hamna chochote kinachoendelea. Tunaposema win to win situation, huyu kwa sababu anatoka chama pinzani na wa chama tawala kipo. Tukisema kukiwa kuna vyama pinzani, kuna maendeleo, kuna mabadiliko, kuna mambo mengi yatatokea. Kile kitendo kimesababisha leo Ludewa njia ipitike. Tumpigie makofi mheshimiwa. Heshima yako sana. Heshima yako yako. Watu wa Ludewa wa wako wapi? Mweshimiwa mkulu hiwatu. Tena wanatoa watu hela ndio wanalisha Kwa kweli shemeji, kwa Kidoti, Kidoti ni mdogo wangu na huwa anamuita Kivuluge. Kwa hiyo tunachoweza kusema, mimi kama dada yake, tunashukuru kwa kumchukua Kidoti uni uni riski <laughs> <Asam>. <laughs> lakini pia umeshamtuliza kwa sababu so Kidoti niliyekuwa namjua mimi sio huyu wa leo. Kidoti anashika maiki hapa, ametulia atikisiki, ametulizwa kweli kweli kweli. Kila mbabe ana mbabe wake, au sio? Mapenzi hayana fomula, ndio kashatulizwa hivyo. Haya nawalisha keki wote, ishara ya penzi lenu kudumu. Eh, pengine namia atatokea wa kujichanganya. Aikiwa kwenye kumi na nane, asante sana. Nashukuru. San. Kaka umejichanganya, kwa Kidoti usiwe unasoma comment, achana nazo kabisa, achana nazo kusoma comment. En mama Afrika njo ule kipane, mama Afrika njo <coughs> mama. Mimi anayempenda nisema, ole wako usome comment, tunaachana wakutana comment nyingine, unasema Yesu dada yako sana, nashukuru. <coughs> <coughs> Ukopesha kaushadani <laughs> mwingine dasifa na mama mama mgoni mgoni na mama mgoni, mpambanaji, mgoni, mgoni. Sijui yuko wapi, sijui sasa atakula keki na anakunywa Castle Lite. Mweka kwenye kananika <laughs> <laughs> kwao haina shida shida sisi Wote mlionionyesha upendo na heshima ya leo, mmeninunulia keki kwa gharama, mmenipongeza, naomba tu Mungu anipe busara nisilewe niendelee kuwatumikia vizuri. Amiga! Lakini pia Mungu amenipa cheo katika umri mdogo. Mnajua ni kwa nini? Anajua nyinyi mpo wa kunisaidia, anajua nyinyi mpo wa kuniombea Nialikeni kwenye matukio, tusaidiane, sisi bado ni vijana, tunahitajiana. Mimi nafika popote kijijini, wapi, kama una jambo tuma hata message. mimi naweza nikawa sina macho sasa hivi, nalewa, mambo ni mengi, yaani nalewa kwa maana ya kichwa kina mambo mengi, sio nalewa konyagi kama ndone. Sasa nyinyi mna macho mengi, nyinyi ndio mnaishi kwenye jamii Ninachoomba toka kwenu ni ushirikiano wenu na kunialika kwenye matukio yenu na sala zenu. Mungu awabariki. wa mdogo wangu, Mungu akubariki wa sana, tuko pamoja, nitaendelea kuipambania barabara Ludewa mpaka kieleweke. Asante sana uh, asante tuko pamoja. Napiga sana vitu vyako na wee, unajua uh, Mbunge, nikwambie kitu. Siku nyingine omba mrejesho kwa watu wako. Mirejesho inajenga. Mrejesho unaweza ukauliza unapenda nini kutoka kwangu, huo ni mrejesho. Hapana.